Naitwa Rashid Mwinyi, mkurugenzi mtendaji pamoja Youth Initiative hapa PYI. Njia um, ambazo zinaweza kutumika katika kukomesha ukatili wa kijinsia unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi ni nyingi, lakini miongoni mwao ya kwanza ni kuwajengea uwezo wanawake kuweza kutambua athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zinaweza kupelekea ukatili wa kijinsia katika mazingira yao, lakini chengine ni kuweza kuwapatia elimu wasichana na wanawake katika kutambua uhusiano wa kijinsia na mabadiliko ya tabia nchi. Kama hiyo haitoshi, tunaweza pia kuimarisha sheria na kuboresha ili kuweza kuhakikisha kwamba inawalinda wanawake katika ukatili wa kijinsia yanapotokea mazingira ya ama, zinapotokea athari za mabadiliko ya tabianchi, kama vile majanga yanayotokana na mafuriko na mengineyo. Lakini kama hiyo haitoshi, pia tunaweza kutoa huduma rafiki kwa wanawake na wasichana kinapotokea kipindi cha uh, uh, mafuriko ama majanga mengine yanayotokana na uh, athari za mabadiliko ya tabianchi. Hiyo itasaidia kikubwa sana au kwa kiwango kikubwa kupunguza uh, uh, ukatili wa kijinsia kwenye jamii tunazoishi.